Mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese amewataka maafisa kilimo kuacha urasimu na kusimamia vizuri mbegu za mbaazi zilizotolewa na mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko KOPRA kwa ajili ya wa wakulima wilayani humo. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya wakati wa makabidhiano ya ugawaji wa mbegu kilo 300 yaliyofanyika katika kijiji cha Mkata, ofisa tarafa wa Mazingara, Mnyamisi Msilagi amewataka maafisa ugani hao kusimamia vyema uzalishaji wa mbegu hizo ili ziweze kuleta tija kwa wakulima. Tusiende kufanya kazi ya kisiasa. Tusiende kuifanya mbegu hii kuwa ni figa ya kisiasa. Tuwafikishieni wale ambao wanahusika ili waizalishe kwa tija. Lakini zaidi imesemekana hapa mbegu hii wenzetu wanatugea bure. Wao wamekuja kuigawa bure. Haiuzwi, si ndio eh? Kwa hiyo sisi tunaopokea hii mbegu, twendeni tukaifanyie kazi kama ambavyo tumepewa. Tuepuke mianya yoyote au mazingira yoyote ya kuonekana kwamba mnakwenda kuuza hii mbegu. Ikienda ikiuzwa hata kilo moja ama mbili, itaonekana hawa mabwana wamekuja kuuza mbegu badala ya kugawa mbegu. Kwa hiyo mtafanya ninyi, lakini mtawaharibia hawa wenzetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tusije tukasikia maafisa kilimo mpo kwa kule site, twendeni tukasimamie hii mbegu isiuzwe, kwa sababu hawa hawajaja kuuza. Lengo lao ni kugawa mbegu, iende ikazalishwe, ili baadaye tuweze kuwa na mbegu nyingi, lakini pia ambayo ni mbegu bora kwa ajili ya wakulima. Naye afisa kilimo kutoka Copra akaeleza dhamira ya ugawaji wa mbegu hizo. Tumekuja hapa katika wilaya Handeni kwa ajili ya kama serikali kurejesha sehemu ya tozo ambazo zinatozwa kwenye mfumo wa stakabadhi za mazao ghalani kwenye mazao, kwenye, kwenye, kwenye zao la mbaazi na tunarejesha kiasi hicho kwa wakulima ili kuweza kuendeleza shughuli za kilimo na leo tumeweza kuleta kilo mia tatu za mbaazi ambazo ni mbegu mama zitakazotumisha zitakazotumika kuzalisha mbegu zingine ambazo baadaye zitagawiwa kwa wakulima bule. Kwa upande wake afisa kilimo wa wilaya ya Handeni pamoja na wakulima wakaeleza changamoto ya ukosefu wa mbegu bora. Moja ya changamoto kubwa ambayo tuliona ni ukosefu wa mbegu bora za mazao ya kimkakati yaani mbaazi, uh, ufuta, choroko kunde ambazo tayari sisi tumeshazisajili kuwa katika mauzo ya mfumo um, wa stakabadhi mazao ghalani. huso fursa hii ya mbegu tuliopewa, kwanza tunashukuru. Mwanzo mbegu za mwanzo zilikuwa hazina tija, ila mbegu hizi tulizoletewa tunatarajia zitakuwa mbegu bora na zitafurahia kwa kila ma, kwa kila mkulima. Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko Kopra imekuwa ikitoa mbegu bora kwa lengo la kuhakikisha wakulima wanapata mazao bora ambayo yataweza kuleta ushindani sokoni. Amina Omar, Dele News Digital.